Uh, kwa mwanaume yeyote mwenye umri wa miaka ishirini na tano hadi thelathini na tano video hii ni kwa ajili yako. Jambo moja ambalo nataka ufanye ni kwamba usiache kusikiliza video hii mpaka mwisho, kwa sababu kuna jambo moja ambalo nahitaji kuzungumza na wewe kuhusiana na maisha ya kwako, lakini pia na hali halisi ya uh, ulimwengu jinsi ilivyo. Unajua, unapokuwa na umri wa miaka 25 hadi miaka thelathini na tano, hiki ni kipindi ambacho aidha utakuwa kwenye ndoa au utakuwa una, una, una, unajiandaa kuingia katika ndoa. Sasa kwenye ndoa kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinaendelea ambavyo wewe kama, uh, kama kijana mwenye umri huu unahitaji una kuvifahamu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unahitaji kufahamu ni kwamba unapokuwa umeingia katika ndoa utakuwa na mwanamke ambaye naye hana uzoefu katika masuala ya ndoa. Sasa katika kipindi kama hiki, ni kipindi ambacho anaweza akafanya makosa makubwa sana, atakuwa anafanya makosa mengi sana. Sasa wewe unachotakiwa kufanya, unatakiwa uweze kum Kumsoma. Unajua watu wengi sana wanapokuwa uh, wameingia kwenye ndoa kama hivi navyozungumza leo, unakuta hawafahamiani. Wanakuwa wanafahamu tu yale maisha waliokuwa nayaishi kabla hawajaingia kwenye ndoa. Sasa mtu anapokuwa ameingia kwenye ndoa, anaanza kutembea, anaanza kuishi katika ndoa, unakuta anategemea kwamba mambo yatakuwa yanaendelea vile vile ambavyo yalikuwa yanaenda wakati wako katika uhusiano kabla ya kuingia katika ndoa. Sasa ukweli ni kwamba maisha ambayo watu wengi huwa wanaishi a, uh, kabla hawajafunga ndoa huwa yanatofautiana yanatofautiana na yale maisha ambayo wanayaishi baada ya kuingia baada ya kuingia kwenye ndoa. Kitu ambacho unatakiwa kufahamu ni kwamba baada ya kuishi kwa muda fulani utaanza kufahamu au utaanza kumfahamu wenzako, na katika kipindi kama hicho, sasa ndio unaweza kurekebisha yale makosa ambayo ulikuwa unayafanya katika kile kipindi cha mwanzo. Na ndio maana nikasema kwamba ikiwa wewe una umri wa miaka 25 hadi 35 Uh, unahitaji kusikiliza video hii kwa sababu ukishafikisha miaka uh, 36 na kuendelea, huko sasa utakuwa sio mgeni katika eneo hili kwa, utakuwa na uwezo sasa wa kuanza kuyachukulia, lakini pia kuanza kuyasahisha yale makosa ambayo ulikuwa unafanya katika kipindi hiki cha miaka 25 hadi 35. Sasa jambo la pili ambalo huwa linatokea ni kwamba mwanamke naye huwa anaweza kuanza ku, ku, kubadilika au kuanza kuyaacha yale mambo ambayo alikuwa anakosea, anaweza kuanza kuyasahihisha au, au kuyarekebisha. Na ndio maana mtu anapokuwa ameishi miaka uh, miaka kumi katika ndoa unakuta kuna vitu vingi sana ambavyo ameanza kuvizoea au ameanza ameanza kujua namna ameanza kujua kwamba kumbe haya mambo yanapaswa kuwa hivi na haya yanapaswa kuwa, kuwa vile. Na ndio maana mtu akishakaa kwa muda mrefu katika ndoa unakuta ana uwezo wa kuvumilia hata zile changamoto, anaweza kuzichukulia, anaweza kaendelea kuishi vizuri na mwenzake, hata kama kuna vitu ambavyo mwenzake pengine bado anavipungukia ana. Kwa maana hiyo sasa, unatakiwa unatakiwa usiingie kwenye ndoa kwa kuku. Ingia kwenye ndoa ukiwa una, una, una ufahamu kwamba kuna vitu vinaweza vikaenda tofauti na ulivyokuwa unatarajia. Lakini vinapoenda tofauti na ulivyokuwa unatarajia, sio maana, haina maana kwamba wewe sio mtu sahihi au haupaswi kuwa kwenye ndoa, lakini unachotakiwa kufanya ni kujua namna gani unaweza ukajirekebisha, uka na maisha yakaendea kuwa mazuri.